Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ana amalu kathiran walakin ana lastu ghaniyan. Ana amalu kathiran walakin ana lastu ghaniyan. Kwa kibongo tunasema ninafanya kazi sana, lakini siwi tajiri. Kwa hiyo ana Amaru. Ana mimi amaru. Amaru manake na kufanya kazi. Amaru kathiran sana, walakini ana lastu ghaniyun, lakini siko tajiri au mimi sio tajiri. Chukua hiyo subscribe share comment. Ana amaru kathiran. walakin ana lastu ghaniu, ninafanya kazi sana lakini mimi sio tajiri. Chukua hicho subscribe share comment. Ni mimi fadhali, Libe Tz, subscribe. Ahlan wa sahlan.